Wizara ya Elimu inapojitayarishia mpito wa gredi ya kumi katika mfumo mpya wa elimu CBC. Walimu katika kaunti ya Bungoma wamelalama kuhusu uhaba wa walimu katika maeneo hayo na kote nchini, jambo ambalo wanasema linaathiri kutekelezwa kwa mfumo huu wa CBC. Masomo ya CBC vile yako wakati huu, bado kuna changamoto mingi sana. Kwa mfano, upande wa walimu utapata ya kwamba shule iko na walimu watatu na kuna madarasa ya grade 7, 8 and 9. Hiyo grade 7, 8 and 9 iko na streams karibu kumi ama nane. So unapata ya kwamba walimu hawatoshi. Na walimu wale ni wasomo fulani fulani. Masomo mengine hayajawahi tilia maanani kwa sababu ya ukosefu wa walimu. Wakizungumza katika shule ya upili ya wasichana ya Cardinal Otunga Kibabii, kaunti ya Bungoma. Washikadau katika sekta ya elimu maeneo hayo, akiwemo katibu mkuu wa Kupet maeneo hayo Augustine Luketelo, wameitaka serikali kutumia pesa za umma zinazowekezwa kwenye sekta ya elimu kukabiliana na changamoto hizi. The government is not serious na hii mambo ya masomo. For the three years wanafunzi wamekuwa tangent grade 7. They have given false promises. Kitu cha kwanza ilisema ya kwamba etapeana vitabu. It was going to build libraries. It was to build laboratories. Vile tunaongea saa hizi hakuna mwanafunzi ama hakuna shule. Sasa, so yes, wewe unaona hivi vitu kama matestivity. But... Aida Mkurugenzi kutoka Wizara ya Elimu Steven Omongo alidokeza kuwa kuwahusisha washikadau na walimu ni hatua ya kutathmini uafiki wa mfumo huo na iwapo kuna mambo ya kurekebishwa. Uh, these dialogues uh, will form uh, a basis uh, through which we will refine uh, the competence based education that we are giving and strengthen uh, our strategies.

Naibu Gavana wa kaunti ya Bungoma, Jennifer Batiani, amesema kuwa serikali ya kaunti hiyo imejitolea kuhakikisha kuwa inaafikia maslahi yote ya wanafunzi na kuhimiza ushirikiano hili kufikia malengo ya CBC. Sisi kama County Government, kuna mikakati ambayo tumeweka ili tuhakikishe kwamba tunatayarisha huyo mtoto vizuri, ili wakati atakapoenda grade 1 awe amejenga msingi ambaye ni dhabiti kielimu. Na kama county government tunataka tuangalie ni nini tutafanya ili tuweze ku attract watoto wengi waje shuleni. Mary Kyalo, makala ya elimu na Undugu.